Enda kwa mganga na kwenyewe kunatakaga nidhamu. Alokuambia kuvua nguo, kuoga njia panda uchi, ni jambo jepesi? Nani kama sio nidhamu nini? Nidhamu ya hali ya juu ile. Hata hao wachawi unaopambana nao, na wao ili wafanikiwe, wanahitaji kuwa na nidhamu ya hali ya juu. Wakati wengine wamelala, wao muda wote wanapaa, wamekuwa ndege wa usiku. Wewe unakoroma, wao hawalali, na ndio maana unakuja na imani yako ya vibaba, unajaribu kupambana nao, hauwashindi kwa sababu jambo lolote ili lifanikiwe la nuruni au la gizani linahitaji nidhamu. Sasa nidhamu walionayo wao ni kubwa kuliko nidhamu ulionayo wewe. Wakipewa maelekezo, toa kafara, wanatii na wanakuwa na nidhamu. Anatoa, ameambiwa toe mtoto wake, anatoa mtoto, toe mkeo, toe baba yako, wanafanya. Halafu wewe unakuja kushindana na nidhamu yao kwa buku jelo na kuomba hautaki. Unakuja kupambana na mchawi ambaye katoa uhai wa mtu na ibada yako. Unaingia ibadani unaangalia saa. Ah, tumechelewa sana, tumechelewa sana. Huwezi kushindana naye. Ulimwengu wa roho, kwenye kila jambo unahitaji nidhamu. Hauna nidhamu, sahau kufanikiwa, utavunjika moyo mahali. Kuna mtu mmoja amenielewa ninachokisema.